Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Media Kanosa katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Dominika ya pili kwa ya Kwaresima ya mwaka C, katika somo letu la kwanza tutajifunza namna gani kutambua na kushinda vishawishi, na katika somo letu la Injili Yesu anafunua umungu wake ili kuimarisha imani ya wanafunzi wake watakapomona akiteswa msalabani. Tusikilize masomo. Karibuni kusikiliza masomo ya misa ikiwa Dominika resma, ya pili ya Kwaresma ya mwaka si mwaka wa kanisa. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano aya ya tano hadi ya kumi na mbili na aya ya 17 hadi ya 18. Wimbo wa katikati, Zaburi ya 27 aya ya saba hadi ya tisa na aya ya 13 hadi ya 14, ikiwa kiitikizano ni aya ya kwanza. Somo la pili kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya tatu aya ya 17 na sura ya nne aya ya kwanza. Shangilio kutoka katika kitabu cha Mwinjili Matayo sura ya 17 aya ya tano nayo inasema sauti ya Baba ilitoka katika wingu jeupe, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, msikieni yeye. Injili yetu inatoka katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya tisa Aya ya 28B, hadi aya ya thelathini na sita. Luka sura ya tisa aya ya 28b hadi ya thelathini na tisa. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu akawatwaa Petro na Yohane na Yakobo. Akapanda mlimani ili kuomba Ikawa, katika kusali kwake, sura ya uso wake ikageuka, mavazi yake yakawa meupe yakimetameta. Na tazama, watu wawili walikuwa wakizungumza naye, nao ni Musa na Eliya, walionekana katika utukufu, wakanena habari za kufariki kwake atakakotimiza Yerusalemu. Petro na wale waliokuwa pamoja naye walikuwa wamelemewa na usingizi, lakini walipokwisha amka walikuona utukufu wake na wale wawili waliosimama pamoja naye. Ikawa hao walipokuwa wakijitenga naye, Petro akimwambia Yesu, Bwana mkubwa, ni vizuri sisi kuwapo hapa, na tufanye vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya hali hajui asemalo. Alipokuwa akisema hayo, lilitokea wingu likawatia uvuli, wakaogopa. Walipoingia katika wingu hilo, sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu, msikieni yeye. Na sauti hiyo ilipokwisha, Yesu alionekana yu peke yake, nao wakanyamaza wasitangaze kwa watu siku zile lolote katika hayo waliyoyaona. Neno la Bwana. Karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Katika somo la kwanza, Mwenyezi Mungu alimwahidi Ibrahimu kupata uzao mkubwa na kuimiliki njia ahadi. Katika somo letu la kwanza, Ibrahimu anataka Mungu afanye tendo la kiimani ili athibitishe ahadi zake. Na Mungu anakubali kufanya ishara. Mungu anapita katikati ya wanyama waliopasuliwa vipande viwili kama ishara ya kuweka agano kati yake na Ibrahimu. Kwa kuwa Mungu ni mwaminifu daima. Tendo la kupasuliwa wanyama vipande viwili lilimlenga zaidi Ibrahimu, likiwa na maana ya kuwa endapo Ibrahimu hatakuwa mwaminifu kwa Mungu, basi agano kati yake na Mungu litatenganishwa kama wanyama walivyotenganishwa vipande viwili. Hata hivyo, agano kati ya mwanadamu na Mungu si jambo rahisi, kwani kuna mambo yanayohatarisha agano hilo. Alipopasua wanyama vipande viwili, ndege aina ya tai walikuwa wakitua juu ya mizoga, lakini walifukuzwa na Ibrahimu. Ndege tai aliyekuwa akinyemelea mizoga ya wanyama ni kiashiria cha mambo yote yanayohatarisha agano kati ya Mungu na wanadamu. Ndugu yangu mpendwa, katika sakramenti mbalimbali tunaweka maagano. Katika sakramenti ya ubatizo tunaweka agano pamoja na Mungu. Katika sakramenti ya ndoa tunaweka maagano, lakini tutambua ya kwamba agano hili siyo jambo rahisi, kwa sababu tunaona kuna vishawishi vingi. Kama Abrahamu alivyotambua ndege huyu aina ya tai, pia sisi lazima tuweze kutambua vishawishi na tuweze kuvifukuza vishawishi, tuweze kuvitupilia mbali vishawishi. Unaweza ukajiuliza, ninapotambua vishawishi ninafanya nini? Ama mara nyingi nachukua hivyo vishawishi kuwa fursa na navikumbatia? Kumbe basi tumwombe Mungu neema ya kuweza kuepuka na vishawishi na kuweza kurudi kwake na kuweza hasa kuishi maagano yetu. Katika somo letu la Injili tunamwona Bwana wetu Yesu Kristo anapanda mlimani akiwa na wanafunzi wake watatu, na huko akageuka sura. Jambo la kwanza ambalo tunajifunza katika somo letu la Injili ni tendo la kupanda mlimani. Nini maana ya kupanda mlimani? Tutambue ya kwamba Yesu alikuwa akijielekeza akielekea Yerusalemu. Kumbe basi, alitambua mateso na kifo atakachokipata anapanda mlimani ili kuomba, ili aweze kupata nguvu ya kushinda mateso, ili aweze kuimarishwa. Pia sisi katika maisha yetu ya kila siku tunaalikwa kupanda mlimani, tunaalikwa kuomba, ili tuweze kushinda mateso, ili tuweze kushinda vishawishi, ili tuweze kushinda yale yote ambayo yanaweza yakatokea katika maisha yetu na jambo la pili ambalo tunajifunza katika somo letu la Injili, Yesu anawachukua hawa watatu. Kwa nini Yesu anawachukua hawa watatu, Petro, Yohane na Yakobo? Anawachukua ili aweze kuwaimarisha. Tunakumbuka ya kwamba Petro ndiye yeye aliyeendelea kuwa kiongozi wa kanisa. Kumbe basi, ilimbidi aweze kuimarishwa aweze kuimarishwa na Kristo. Yohane ambaye yeye aliishi muda mrefu na pia ye, ya, ilimbidi pia yeye aweze kuimarishwa kwa sababu aliona mateso ya wanafunzi wengine. Yakobo ambaye alikufa. Yeye pia ilimbidi aweze kuimarishwa. Ndugu yangu mpendwa, tunaalikwa pia sisi kuomba neema kuweza kuimarishwa Yakobo yeye alikufa kwa sababu ya Kristo, na sio rahisi kufa kwa sababu ya Kristo. Kumbe alihitaji neema ya kuimarishwa. Pia sisi tumwombe Mungu neema ili tuweze kupata, tuweze kuwa imara katika imani yetu. Jambo la tatu, tunaona Yesu anageuka sura, anafunua umungu wake. Kumbe basi, pia sisi tuweze kuona fahari ya kukutana naye, na hasa fahari ya ku ona anapogeuka ya fahari ya kuweza kutambua umungu wake. Yesu anawaonyesha wafuasi wake sehemu ya pili. Wafuasi wake walikuwa wamemzoea, lakini yeye anawaonyesha sehemu ya pili ambayo ni umungu wake. Na jambo la tatu ambalo tunaona tuna fundisho la tatu ni kwamba wanafunzi wake walikuwa wamelala, walikuwa usingizini pia sisi mara nyingi tunapokuwa usingizini hatuwezi tukaona utukufu wake. Wanafunzi wake walipotoka usingizini waliweza kuona utukufu wake. Mara nyingi sisi bado tupo katika usingizi wa mila potovu, tupo katika usingizi wa dhambi. Leo tunaalikwa kutoka katika usingizi wa mila potovu, tunaalikwa kutoka katika usingizi wa dhambi, ili kwa kweli tuweze kuona utukufu wake. Na jambo la mwisho Tuweze kumsikiliza yeye, tuweze kumsikiliza yeye. Tunamsikiliza nani katika maisha yetu? Kumbe basi tumsikilize yeye kila wakati anapoongea nasi kwa njia ya neno lake, kila wakati anapoongea nasi katika ishara mbalimbali za maisha yetu. Tumsikilize yeye na tuweze kukaa naye. Tumsifu Yesu Kristo na tunawashukuru kwa kuendelea kusikiliza Oratorio Media na kufuatilia Oratorio Media Kanosa. Mungu awabariki, tunawatakia dominika njema yenye furaha na fanaka.